Nyasi refu na kama ni asubuhi, nakwambia, sisi wote tunaenda shule. Maana tulikuwa na kilomita 15 kwenda shule kutoka saa 9, inabidi uwe unaambia za mimi, unakwenda ajili na unapigana njiani. Maana jana niliongozwa mimi, mwanangu wewe unayetangulia kuongoza ndio unapokea mwanangu wako. Sasa tunakuwa namna za kuongoza wewe, kila siku mwambia no, leo hey, utangulia.

Sasa, kama yeye wanadamu tu tuna shida hii, ya Yesu si zaidi

sema saa omba, Zaburi ya 34 mstari wa 4 na nilimtafuta Bwana akanijibu, akanitoa Ni hmm? Lazima tumwachie Yesu yale yasiyowezekana hmm? Hofu ya Yakobo, anasema mtu anayeomba kwa hofu hof, maana ya hofu nyingine ni mashaka. Eh? Una damu isipotoke. Isipotoke kwa nguvu ya Mungu. Wewe umetumwa kwa

Katika ya sura ya kumi na nne Yohana anasema msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Unajua

Zipo zinaonekana. Msari wa ishiye tu. Ukiusa vizuri maana po. Kumi. Anasema wakaondoka wale jamaa wanaachana na Yesu wakaondoka kwenda kufanya kazi. Anasema ishara